Naam, karibu sana katika familia ya Mapro TV kuangazia habari mbalimbali za kimichezo, burudani, interviews na matukio kadha wa kadha ambayo yamezidi kujiri na kuwekwa hapa kila siku. ni kaumeka ambaye bado haujaungana nasi, nenda sehemu kwa subscribe chini ya video hii, bonyeza hapo kisha bonyeza alama ya kengele, utakuwa on time, pokea taarifa mbalimbali tunapo upload video zetu kila siku kila sana kila wakati. Ni segmenti ya kisports, ni wasaha wa kuangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimezidi kufanya vizuri na kume headline katika mitandao ya kijamii, lakini pia katika vyombo vyote vya habari na kwa sasa nakuletea hii ni breaking news kabisa ambayo pengine haujaipata popoti, inayohusiana na klabu ya soka ya Yanga kuweza kutajwa miongoni mwa vilabu uh, vinavyokuja kwa kasi na vinavyotakiwa viangaliwe kwa namna nyingine zaidi, na moja ya peji maarufu duniani ya WSR, kwa maana ya The World Soccer Record, ambayo uh, makao yake makuu yapo kule nchini Uingereza. Ni moja ya peji ambayo imekuwa ikifuatiliwa sana sana sana na wana michezo wengi duniani. Sasa wanaambiwa The World Soccer Record wameweza kutoa orodha ya vilabu uh, ishirini uh, duniani ambavyo vinakuja kwa kasi na pengine vitakuja ku take over vilabu vikubwa zaidi katika kila bara, na miongoni mwa vilabu hivi bwana, kwa Afrika, wametaja vilabu saba, na katika vilabu hivyo saba uh, Young African Sports Club imeweza kutajwa kama klabu namba mbili ambayo inakuja kwa kasi kubwa sana, um, miongoni mwa virabu ambavyo vinafanya vizuri kwa sasa. Kwa hiyo Young Africans wametajwa uh, na adulti, soka records kama klabu hatari zaidi kwa bara la Afrika, ambacho kinakuja kwa kasi, na pengine uh, baada ya miaka michache sana inaweza uh, kutengeneza rekodi yake ama historia kubwa katika bara hili. Sasa so, um, Young Africans wenyewe wameweza kuiposti so, um, taarifa hii ili kuweza kushare na mashabiki wao, lakini pia kushare na wanamichezo wote ambao, uh, wamekuwa wakitazama Young Africans katika namna tofauti. So wameonyesha kwamba Young Africans kwa sasa ni timu ambayo inafuatiliwa sana na ubora wake unaonekana si ndani tu ya Tanzania, bali hata nje ya mipaka ya Tanzania, na ndio maana uh, WSR kwa maana the world is record boys kuiweka uh, namba mbili kwa vilabu bora ambavyo vinakuja kwa kasi uh, ndani ya bara la Afrika, lakini pia imetajwa ndani ya vilabu ishirini bora duniani ambavyo vinakuja kwa kasi. Unielewe hapa kwa maana vilabu vinavyokuja kwa kasi ama vinapanda thamani kwa kasi si vilabu bora ishirini duniani hapana. Ni vilabu bora ambavyo vinapanda kwa kasi ya ajabu duniani. Kwa hiyo kwa Afrika imekuwa namba mbili, na ukiangalia ni wazi kabisa Young Africans baada ya miaka michache pengine itakuja kufanya vizuri zaidi.